Tunakwenda na nini ili wajapani wa eh, tuweze kuwavutia, lakini si wajapani tu, ni nchi zaidi ya mia moja zitakuwa pale. Kwa hiyo ni fursa pia ya kuzifikia nchi zingine ambazo, eh, tungependa kufanya nazo biashara. Kwa hiyo si tu kwamba tunalenga soko la Japani, lakini tunalenga masoko ya zaidi ya nchi mia moja na hamsini ambazo zitashiriki kwenye expo ya ya Japani Osaka 2025 kwa hiyo katika vitu ambavyo tumeviona, Mheshimiwa Waziri, sisi kama private sector na ambavyo tunaona sisi tukienda kule kwenye soko la Japani lenyewe vitu ambavyo tutapiga bao ni bidhaa za kilimo. Kwa hiyo katika maonyesho haya kitu cha kwanza ambacho tunakibebea bendera tunakiweka katika, katika bidhaa namba moja kabisa ni vitu vya bidhaa za kilimo. Uh, Japani inanunua kahawa nyingi kutoka kwetu, lakini inanunua kahawa pia kupitia nchi zingine, lakini kahawa ile ukitrace inatokea Tanzania, lakini wananunua pia sesemi, ufuta eh, kutoka Tanzania tumeona eh, na mazao mengine mengi, korosho wananunua, lakini wanapitia kwenye nchi zingine. Sasa tunataka tukapate direct access na soko la la, la Japani. Leo hii tunaona kwamba uwekezaji unazidi kuongezeka. Imani yetu kubwa kwa hizi kazi kubwa zinazoendelea kuifanya na hasa katika maonyesho haya GDP yetu itapanda. Hayo ndio malengo yetu. GDP yetu sasa hivi ni dola za Kimarekani bilioni 80. Lakini kazi kubwa tuna kuifungua nchi yetu, tutaenda kufanya vizuri zaidi, mwisho wa siku ni kwamba kila mtu uchumi usonge mbele, live livelihood za watu ziweze kuimarika zaidi, kupata mafanikio makubwa. Kwa hiyo siku ya tarehe 25 mwezi Mei 2025 tutakuwa na kitu kinaitwa National Day. Katika maonyesho yale ni kwamba kila nchi imepangiwa siku yake, sisi siku yetu itakuwa siku ya 25, ambayo itakuwa National Day. siku Hiyo ni kwamba tutakuwa na kiongozi mkuu wa kitaifa ataikuja kwa ajili ya kuhakikisha kuadhimisha siku hiyo kama mgeni rasmi. Kumbukeni, katika maonyesho ya, ya ya ya Dubai mgeni rasmi alikuwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hali kadhalika maonyesho mwaka huu Daktari Samia Suluhu Hassan ndio mgeni rasmi lakini amedelegate kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa Mbunge, ambao tukio hilo litafanyika siku ya tarehe 25 mwezi Mei. Imani yetu kubwa, Watanzania watafurahia wale kwa da, Japani diaspora na walo, na wawekezaji wanaenda kule na kufanya biashara mbalimbali. Kushiriki sambamba katika siku hiyo ambayo itakuwa na matukio mawili. Itakuwa na, mchana, na tukio la mchana lakini tukio la usiku la dhifa maalum ya chakula kwa ajili ya kubadilishana mawazo kuadhimisha siku yetu hiyo. Siku ya tarehe 26 tutakuwa na siku maalum kwa ajili ya kongamano la uwekezaji litaruhusu mambo ya biashara, mambo ya uwekezaji na masuala ya utalii. Kwa hiyo siku hiyo, hapo mwenyekiti anazungumza, tunategemea tunategemea kwamba kwamba siku hiyo kutakuwa na mambo mengi. Kumbukeni ile Dubai Expo, tulisaini karibu mikataba 36 ambayo ni thamani ya shilingi bilioni karibu, ni USD bilioni 8, ambao kazi yake ni kubwa sana kubadilisha uchumi, zaidi ya ajira laki mbili na kumi na nne plus, lengo kuhakikisha kama wananchi wanaweza kupata ajira. Imani yetu kubwa mwaka huu kwa sababu watu wengi wataenda kutembelea pale zaidi ya watu alfu milioni ishirini na nane ambao kati ya wale milioni nane ni wale ambao watakua watakuwa na shiki kati ya hao watotoka wato nje karibu milioni 3.5 na sisi Tanzania ni miongoni mwa hao watuofanya hilo. Kwa hiyo imani yetu kwamba siku ile ya kongamano ni siku ambayo nchi yetu itaenda kutangaza tulichokuwa nacho, kwanza tumefanya juhudi gani katika uwekezaji, tutatunguza tutatangaza yale ama kama kazi kubwa ya fursa tulizokuwa nayo, kwa mfano ajenda ya kuhakikisha tumefanya uwekezaji katika swala zima la nishati, ili mradi kusaidia hata uwekezaji uweze kusonga mbele. Tulikuwa na changamoto kubwa ya nishati huko nyuma. Kumbukeni, uzalishaji wetu ulikuwa megawati elfu moja mia sita karibu na tisini, lakini swala zima kumalizika mradi wa bwawa Nyerere, sasa tunaendelea katika tunapanda hapa hivi nyuma, tuko na megawatt 3440 sasa inapanda kwenda megawatt 4000. Ina inamaana hiyo ni assurance mwekezaji akija Tanzania atapata swala zima la nishati ya kuendelesha mitambo yake, lakini hata kuhakikisha kwamba kutoa taarifa jinsi gani Tanzania inaendelea kuwekeza katika upatikanaji wa nishati, sababu uwekezaji unaitaka nishati. Leo hii unaona kwamba uwekezaji mkubwa uliofanyika wa megawati 80 kule Rusumo, ambao mradi huo utasaidia na nchi partnership na watu wa Burundi na DRC, na, na, na wenzetu wa Rwanda. Kwa hiyo inaonekana kwamba eneo hilo ni maeneo ambayo tunaenda kuyatangaza, lakini kubwa zaidi swala zima la fahari yetu reli ya SGR kwamba kuvutia watu mbalimbali, jinsi gani tumekuwa serious katika swala la uwekezaji, lakini kuona kazi jinsi gani watu wanaweza kutumia fursa kwa hii reli ambayo inaunganisha nchi yetu na nchi zisizokuwa na bandari DRC, Burundi na Rwanda. Kwa hiyo tutakuwa na kazi kubwa katika eneo hilo. Kwa hiyo siku ya kongamano tutakuwa ni siku kubwa zaidi. Niwaombe waandishi wa habari kwamba tuendelee kuzitangaza habari hizi kwa ajili ya Watanzania kuweza kutumia fursa hii kwa ajili ya nchi yetu.